Asante sana. Mimi jina langu ni mwinjilisti Esther Noa Shekuli, nimetokea jimbo la Tambarale usharika ule wa Magoma. Namshukuru Mungu sana kwa neema hii ambayo ametupa siku ya leo pekee, hata kwa ajili ya kuweza kushiriki katika semina hii inayohusiana na ya mambo ya diakonia, kufahamu zaidi sana diakonia ni nini, na kwa kweli tumejifunza mambo mengi kwa ajili ya kusaidia wahitaji lakini pia kuweza kuleta upendo e, kwa karibu na kuweza kulijenga kanisa letu katika sehemu hiyo ya kujitoa kwa ajili ya watu wengine, kwani katika jamii zetu tuna watu ambao wanahitaji sana msaada. Kuna watu ambao ni wanyonge, kuna watu ambao wamefungiwa huko ndani hawana msaada wote lakini pia kupitia hii, jumu hii, hii diakonia kipekee kwa njia ya jumuiya zetu tunaona kwamba tunapata ukaribu wa kuwafahamu hao wahitaji ambao inawezekana wazazi wao wamewafungia kule nyumbani hawakuona kwamba wana umuhimu, lakini kwa kweli jambo hili la diakonia inakuwa msaada mkubwa sana kuwapata ndugu zetu hawa. Asante sana, jina langu naitwa mwinjilisti Neema Shemkala, natokea jimbo la Magharibi, usharika wamesema Ninamshukuru Mungu kupata nafasi ya kufika KOTETI, lakini zaidi tunamshukuru Baba Askofu aliyepata wito wa kuwashirikisha wainjilisti kuwepo katika semina hii. Tunamshukuru Mungu kwa sababu jambo hili limefanyika wakati huu wa nyuma, na sasa hivi ni kama tunakumbushwa. Kwa hiyo tunapotoka mahali hapa kama wainjilisti tutakwenda kulifanya kwa upya na kuwashirikisha wanajumuia namna gani ya kufanya jumuiya zetu kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji. Asante. Jina langu ni mwinjilisti Robert Daudi Mandia, kwa jimbo lile la Magharibi, Sharika wa Gombelo. Tumefika mahali hapa kwenye semina hii ambayo ni semina nzuri inayohusiana na mafunzo maalum kwa ajili ya udiakonia. Kiukweli tumekuwa na mafunzo mazuri kabisa ambayo yametuelimisha kwa kiwango kikubwa kabisa, na tumejitambua kwamba kuna mahali ambapo tulikuwa hatufiki, lakini baada ya semina hii, tunaweza sasa kuweza kufika mbali zaidi na kufanikisha huduma hii ya kidiakonia ikaweza kufanyika kwa ubora zaidi katika mitaa yetu tuliyopo, na kwa sharika lakini pia na kwa dayosisi yetu pia kwa ujumla. Na pia nimepata kujifunza zaidi na kufahamu kwamba diakonia nzuri pia ni vizuri ikianzia kwenye jumuiya. Kwa hiyo inaanzia kwenye jumuiya zetu, tukiboresha jumuiya zetu vizuri, itasaidia kuinua diakonia nayo ikakaa vizuri, na watu wahitaji wakafikiwa pia kwa karibu. Kwa hiyo kiukweli imekuwa ni nzuri sana na yenye manufaa katika utumishi wetu. Jina langu ni Mwinjilisti Walesi Kiondo kutoka jimbo la Pwani, usharika wa Kisosora. Kwa kweli semina ni nzuri na tumeipokea tulio wengi, na kwa kweli semina hii imetupa mwanga wa kuweza hasa kwenda kuendeleza jumuiya zetu maana jumuia zitakapoimarika tunaamini ya kwamba huduma mbalimbali za kanisa zitafanyika. Kwa mfano hata sadaka pamoja, hata sasa hivi tuna sadaka yetu ya deni la dao, sisi ikianzia kule kwenye jumuia itakuwa na nguvu kubwa. Naamini kina kila usharika utapiga hatua na hatimaye kwa kweli tunaweza kulimaliza hata kwa mwaka huu deni hilo. Kwa hiyo tumefundishwa kwa kweli, diakonia ni muhimu sana katika sharika zetu na hata katika maeneo mengine na kwa kweli tunashukuru hata kwa wakati mwingine inapopatikana nafasi, tunahitajika kwa kweli itufike tuweze kupata elimu hii kila wakati, ili iweze kuendelea kumzalia Bwana matunda.